aya 14 hadi 23. Yesu, Yesu alikuwa akitoa pepo bubu. Ikawa pepo alipotoka yule bubu, akanena. Makutano akastaajabu, wengine wao wakasema atoa pepo kwa Belzebuli, mkuu wa pepo. Wengine walimjaribu wakitaka ishara itokayo mbinguni. Naye akajua mawazo yao, akawaambia kila ufalme uliofitinika wenyewe kwa wenyewe hufanyika, ukiwa na nyumba juu ya nyumba uanguka. Basi ikiwa shetani naye amefitinika juu ya nafsi yake, ufalme wake utasimamaje? Kwa kuwa ninyi mnasema kwamba mimi natoa pepo kwa Belzebuli. Basi kama mimi nikitoa pepo kwa Belzebuli, wana wenu je, huwa watoa kwa nani? Kwa sababu hiyo hao ndio watakao wahukumu. Lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia mtu. Mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake alindapo nyumba yake vitu vyake visalama, lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na, ku, na kuyagawanya mateka yake. Mtu ambaye si pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami hutapanya. Neno la Bwana. Ndugu zangu katika Kristo, Somo la Injili tulilolisikia hivi punde linazungumzia tukio la Yesu akiendeleza huduma ya kuwasaidia wenye shida na matatizo kwa kumtoa pepo bubu na kumponya. Wengi walioona tukio hili walishindwa kuamini nguvu ya Yesu ya kutoa pepo katika nafsi ya yule bubu. Na kufikia hatua ya kumkashifu, anatoa bubu, anatoa pepo kwa nguvu ya Beelzebuli, mkuu wa pepo. Na wengine walitaka ishara itokayo mbinguni kumwamini Yesu kuwa mwana wa Mungu na mwenye mamlaka ya kutoa pepo. Kwao haikuwa rahisi. Yesu anatumia tukio hili kuwaeleza wazi kwamba yoyote asiyemwamini na kuamini mamlaka na nguvu yake yu kinyume chake na hana ushirika naye. Tutambue kwamba Wayahudi wengi bado walikuwa hawamwamini Yesu kuwa ni Mungu na mwenye uwezo wa kufanya miujiza kwa sababu pia walimwona Yesu kuwa mtu wa kawaida mwana wa seremala na Mariamu. Yesu hakatishwi tamaa na kutokuamini kwao, bali anachukua fursa hiyo kuwaeleza wazi na bayana kwamba yeyote atakayekubali kazi yake na ufalme wake, basi hatakuwa mbali na ufalme wa Mungu, bali ufalme wa Mungu utamjilia na yeyote asiyemwamini yupo mbali na ufalme huo. Yesu anachukua fursa hii kueleza wazi kwamba asiye pamoja naye yu kinyume chake na asiyekusanya pamoja naye utapanya. Maana yake, asimwa asiyemwamini Kristo na kazi zake anazozifanya anajitenga naye, hivyo kukosa fursa ya kupata wokovu na kuurithi uzima wa milele. Mara nyingi katika maisha yetu tunapokataa kumwamini Yesu na mafundisho yake na kuyafanya yaliyo kinyume chake tunajitenga naye. Tumwombe Kristo atujalie moyo wa imani thabiti kwake ili daima tutambue kwamba yeye ni Mungu wetu, yeye ni mkombozi wetu. Ili basi daima tuendelee kujenga umoja pamoja naye, na hatimaye baada ya maisha yetu hapa duniani tupate kuurithi uzima wa milele tuzishike taratibu za Kanisa, tuyafuate maongozo ya Kanisa ili tuendelee kuwa na umoja na mshikamano pamoja na Kanisa. Tujepushe na roho ya kujitenga na Kanisa ili tuendelee kujichotea neema na baraka za Mungu. Niliyekuletea tafakari hii ni Padre Kennedy Mwamburi Mwakio wa jimbo Katoliki la Lindi. Tumsifu Yesu Kristo.